Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu ndugu mpendwa unayenitazama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unayemtazama ni mchungaji Onesfori Mugisha. Leo tunaangazia kuhusu mafanikio ya kanisa la kwanza. Kabla hatujaendelea, tumshukuru Mungu. Asante Mungu mwenye neno, sifa na heshima ni vyako milele na hata milele. Livuvie neno na mnitumie neno lako, litupe kupiga hatua. Asante kwa sababu umetenda, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Ah, tunaangazia mafanikio ya kanisa la kwanza. Kanisa lililoongozwa na mitume baada ya Yesu kuondoka duniani. Kanisa lilipata mafanikio makubwa kiroho na kimwili pia lakini ni misingi ipi? Walifanya nini ili kanisa lipate mafanikio? Walisimamaje mitume? Tusome maandiko, uh, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya pili, na mstari kwanzia arobaini akawa akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana, na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu arobaini na mbili. Wakawa wakidumu katika fundisho la Mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Amen. Tunaona wazi kwamba baada ya kuhubiriwa watu walibatizwa, na baada ya kubatizwa wakadumu. Msingi wa kwanza, walidumu katika fundisho la mitume, manake ni walifundishwa neno, walifundishwa maadili kwa sababu maandiko yako wazi, yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni neno la Mungu. Haleluya! Kwa hiyo mitume walikazana na kuwafundisha unajua, neno nasema kudumu lilikuwa ni zoezi endelevu, waliendelea kuwafundisha lakini si wanafundisha wale wanaokubali. Na maana, walidumu katika fundisho la Mitume, hawakudumu katika mafundisho mengine ya nje. Walidumu katika fundisho la Mitume. Huo ni msingi wa kwanza, tofauti na waumini wa leo. Hawataki kufundishwa wao waambie mambo ya baraka tu, lakini mafundisho wajue hila za yule mwovu mw. wajue kumtumainia Mungu, wajue kumwamini Mungu, wajue ni Mungu wa namna gani waliyemwamini, usiwaambie kwayo. msingi wa kwanza Walidumu katika fundisho la Mitume. Na msingi wa pili, katika ushirika, walikuwa ni shirika, walishirikiana kwa kila jambo, ushirika, umoja ni nguvu na palipo na ushirika lazima upendo utawale. Kwa hiyo walishirikiana, ukisoma pale chini inafafanua jinsi walivyokuwa wanajitoa, kila mmoja anajitoa kwa ajili ya mwenzake. Huu ni msingi mzuri, ushirika lakini tukiangalia kanisa la sasa, hatuna ushirika, kila mtu na vitu vyake. Ni nyakati za mwisho, maana watu watakuwa wanajipenda wenyewe, na hicho ndicho kimetuzuia kuona mafanikio makubwa, kwa sababu hatuna ushirika na hakuna ushirika unaoweza kuonekana sehemu ambapo hakuna upendo. Na maana baada ya kufundishwa waliamini, wakayatendea kazi. Kwanza walidumu katika fundisho, pili lile fundisho ndio likawaletea ushirika, wakadumu katika ushirika huo. Haleluya, msingi wa tatu wakadumu katika kuumega mkate. Ni agizo la Yesu. Yesu wakati ule akawaambia wanafunzi, mfanye hayo kwa ukumbusho. Lakini makanisa mengi usiwaambie, wanaweza wakakaa hata mwaka mzima hawajui kumega mkate, hawajui maana ya ushirika. Muumini anabatizwa lakini hajui ushirika, mpaka anapotea nan hajashiriki meza ya Bwana hata siku moja. Sasa huo uzima utatoka wapi? Maana ukisoma maandiko katika Injili takatifu ya Yohana sura ile ya sita tu tuanze mstari wa hamsini na sita na hamsini na saba. Hamsini na sita inasema hivi aulaye mwili wangu na kukinywa na kuinywa damu yangu, ukandani yangu nami na ukandani yake, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Amen. Uwe unasikia uwe, kuna makanisa mengine waumini hawana uhai ndani yao kwa sababu hawajui kula mwili na damu ya Yesu. Paulo akazungumza vizuri, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya kumi na moja, akasema munapokusanyika kushiriki mwafanya vizuri, lakini kila mtu ajihoji. Anasema vizuri kwamba wengine kwa sababu ya kutojihoji wakachakamia wakanenda isivyo, wengine wameshakufa, wengine wamekufa kiroho, wengine hadi kimwili. Kwa hiyo, kanisa la kwanza walikuwa wakimega mkate. Msingi wanne wa kanisa la kwanza walidumu katika sala walikuwa wakiomba maombi ya kumaanisha, sio maombi ya dini. Mstari wa arobaini na tatu pale anasema kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Amen, kwa sababu ya hii misingi nne. Msingi wa kwanza wakidumu katika fundisho. Baada ya kudumu kwenye fundisho, lile fundisho likawaletea ushirika, wakawa kitu kimoja, wengine wanauza mali zao ili wagawane na wenzao. Baada ya hapo, ushirika ukawaletea kumega mkate Baada ya kumega mkate akawa na sare, wakiwa kitu kimoja, hivyo viliwaletea hofu ya kumhofu Mungu, tofauti na kanisa la leo, hana hofu ya Mungu, wengine ni maigizo. Maandiko yametuambia miujiza mingi ikafanywa na mitume, watu wakapona magonjwa, watu wakatendewa miujiza, tofauti na kanisa la sasa. Hata ikufundishwa ushirika, ndio usiseme, kuanzia kwa watumishi hadi kwa washirika. Kiongozi ananyona yeye ni yeye, amemaliza vingine, analeta ni sheria tu, vingine ni kubebesha watu nira. Hamna hata mashauri, hamna hata kuviombea, la hasha. Umekuwa na wimbi kubwa la watumishi, lakini huna makundi mengi ya watumishi wengine ni watumishi wa Mungu hakika, wengine ni watumishi wa watu. Kuna tofauti kati ya mtumishi wa Mungu na mtumishi wa watu. Mtumishi wa watu aliwekwa na watu, ndio walimchagua kwa maslahi yao, kwamba tawalinda wengine na maovu yao hawakalipii hawana hofu ya Mungu, lakini hawa wakaja wana hofu ya Mungu, ile hofu ya Mungu, na Mungu akaonekana. Wa kanisa likafanikiwa, watu wakaongezeka kila kukicha. Bwana, tusaidie sana. Watu wakaongezeka na Mungu akawa katikati yao aliyetaka kuleta sijui matengano nini ujanja. Mliona kilichompata Anania Asafira mkewe, wakatoka. Ina maana walijitoa kwenye ule umoja, kwenye ule ushirika, wakaanza kujitenga, wakaanza kuona kwamba wanafaike tofauti na fundisho la Mitume, kilichowapata wote wakangamia. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ukiangalia mafanikio ya kanisa la kwanza na kanisa la, kuna utofauti mkubwa, kwa sababu tunaenda ndivyo isivyo. Hamna hofu ya Mungu, watu wataki fundisho hata kuyafundisha, baraka tu pokea pokea anayekupa ni Mungu. Yesu akasema wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na mwanao Yesu Kristo liye mtume. Au tamjuaje bila kufundishwa fundisho la mitume? Akafundishwa neno neno, wakalielewa, wakalitendea kazi. Sio maigizo kwenda nafafanua kwamba kuna watumishi wengine ni wa mishahara, lakini mitume kuwa na nia hiyo, walikuwa wanafundisha wanahubiri habari za Yesu. Mtumishi wa Mungu anasema jiokoweni. Wakabatizwa, wakaongezeka. Kila kukicha walikuwa wanaongezeka, kwa hiyo walikuwa na mafanikio makubwa sana kiroho na kimwili, walimwafu Mungu. Sio kanisa la sasa. Kanisa la sasa la sasa kanisa la sasa la kisanii, sio, tumepungukiwa na neema ya Mungu tafuta miujiza ya bandia. Kwa nini? Kwa sababu hatuko kwenye misingi imara, misingi ya kanisa la kwanza, misingi ya kanisa la Mitume. Arobaini na nne. Na wote walioamini wa walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote, kuwa kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja na kila, na kila siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kumpendeza watu wote. Bwana akazidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Amen. Kanisa likaongezeka kwa waliokuwa wakiokolewa, waliokuwa wanaona mm, ishara na miujiza zinatendeka. Kwa hiyo tunaona vizuri kwamba misingi hii ni iliwapa kusimama imara kuwa vizuri kungu li kanisa likaongezeka, ishara na miujiza vikatendeka, watu wakakuwa kiroho, watu wakamuona Mungu kwa namna nyingi tofauti. Na kanisa la leo walikuwa na wahitaji, walikuwa na wajane Kumbuka sura ile ya sita wanasema sisi tutalisha neno, tuchague watu watakawakuwa na wahudumia wajane. Wajane wa kanisa la sasa, miaka na miaka inapita, hamuna naye wajua, mayatima hamuna naye wajua. Asante Jehova Mungu mwenye neno, ninalibariki na kulitukuza jina lako, libuvie neno Neno lako Baba lituongoze, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen.